Maridhiano kweli yapo, yapo lakini it, itakugharimu. Mimi nimeonya mara kadhaa huko nyuma, nimesema msizibe shimo la panya kwa kipande cha mkate, kuendelea kuua, kuteka watu, kufanya mabaya zaidi, kuua kwa rekodi, kuweka rekodi ya kwamba nataka ni uwe ambavyo hajawahi kuua mtu, nitende mabaya kwa namna ambavyo hajawahi kutenda na huku kiona hiyo ndo njia ambayo, ikiwa mtu akilia akilalamika, nikimuua, mwisho wa siku atafika wa mara tu na kuanza kusema basi hayo hayo ndo mema, basi iwe ndo tumeridhiana, basi hivyo hivyo hayo ndo mema, hayo hayo ndo, hivyo hivyo ni mema, hiyo ni kazi nzuri. Unaweza ukasamehewa na moto wa milele kwa ule moto wa milele ule, hukumu ya milele ile, unaweza ukasamehewa, lakini malipo ya hapa duniani inawezekana kabisa hutasamehewa, yenyewe utalipwa, kwa sababu Mungu anawalipa watu sawasawa na walichokifanya. Eh, mtu yoyote ambaye anazungumzia habari ya maridhiano katika nchi ya Tanzania inawezekana kabisa yuko sahihi, na mimi namuunga mkono, na inawezekana kabisa, aishivyo Mungu, maridhiano yatakuja kufanyika lakini, ninachojua ni kwamba wengi wanalitumia neno maridhiano kama propaganda ya kuonyesha ni wema, ama kutaka kuonyesha jamii za kimataifa kwamba sisi hatuna tatizo kivile. Sasa mimi nataka nizungumzie maridhiano ambavyo yatakuja kuwa hii, unazungumzia kipropaganda ama ni dhamira yako ya dhati, lakini kujulishe namna zile ambazo Mungu amewahi kufanya kuruhusu wanadamu wakaridhiana. Cha kwanza nataka ufahamu kwamba mm, kuna dhambi ambayo Mungu hakumsamehe hata Paulo, pamoja na wema wake wote Paulo hakumsamehe. Paulo alitenda vizuri. Inawezekana sisi wengine wote ambao tunadanganywa sababu nadhani dini kwa sehemu kubwa imetumika kupandikiza roho mbaya na kuwafanya watu waone uhalali wa kufanya ubaya wowote, na akijua mimi ntatumia neno tu moja, Mungu nisamehe, au watu niliowatendea haya munisamehe. Yani hilo ndio neno la mitahila inayoitwa hasa mipentekosti au mikristo au mirokore inajua ya kwamba kaneno kale ni samehe ka kumwambia Mungu, kupiga magoti au kuwekewa mkono na taperi fulani iliyojaa sadaka za alana kwenye tumbo, na kusema nimetubu, nisafishe dhambi zangu, niandike jina langu kwenye kitabu cha uzima, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, eh, au mataira taira tu wengine we, wengi wanajua ukiomba ukapiga magoti ukasema Mungu nisamee dhambi zangu zote, au ukawambia watu jamani, munisamehe yote niliyowatendea, au ukapigishwa magoti ukaongea sala ya toba, huwa wanajua huko ndio kutubu, na baada ya hapo malipo ya ulichokifanya yanakuwa yameondolewa. Nataka ni kujulishe kwamba Mungu, kuna dhambi ambayo hata Paulo pamoja na wema wake hakumsamehe. Alipokea mema aliyoyatenda, lakini dhambi yenyewe hakumsamehe, na hapo ndipo Mungu alikuwa kwenye mchakato wa maridhiano, ili kuwaogofya na kuwatisha wanadamu wasije wakawa wanafanya kitu chochote, kwa sababu ya kulinda cheo, kwa sababu ya kutafuta cheo, kwa sababu ya kupata pesa fulani, kwa sababu ya kulinda kazi au kutafuta kupata kazi e kajua watatu miaka neno kamoja tu ni samehe nimetubu. Mungu nataka mwelewe, kusamehe ambako amesamehe toka mwanzo wa dunia, mara nyingi ni amebadilisha adhabu, au amepeleka mbali adhabu, na mara nyingi adhabu ambayo ilikuja ilikuwa mbaya hata kuliko ile ambayo ingekuja mwanzoni, ingikuja. Naomba nikutishe, ili huu unaogopa kutenda mabaya au kuongeza kutenda mabaya. Mungu alimsamehe Adamu akamshonea mavazi ya ngozi wakati Adamu alishona mavazi ya majani, lakini adhabu ya kifo haikuondoka. Mungu alimsamehe Daudi lakini adhabu ya kufariki mtoto aliyezaa na mke wa Uria wa kwanza haikuondoka. Mungu amesamehe mara kadha wa kadha mara kadha wa kadha wamesamehe mabaya waliotenda watu, lakini kwa namna ya kubadilisha adhabu. Sasa na kusamehe, kuondoa kabisa adhabu kupo, lakini kuna namna ya kufanya, sio hii ya kitaira ya, ya kitapeli ya kipuzi. nizungumzie maridhiano na dhambi ambayo Mungu ata eh, namna ambavyo hakumsamehe Paulo. Kuna dhambi ambayo Mungu akumsamehe Paulo, imeandikwa hivi. Nikusomee vitabu vitatu, alafu nikujulishe kwa nini Paulo, pamoja na kutubu kwake kote na juhudi yake yote katika kutenda mema, lakini bado alikuja kuangukia kwenye mwisho wa aina hii. Na unafahamu ya kwamba mara kadhaa <clears throat> mara zote wameuawa hata watu ambao hawajawahi kuua Nina hakika uliyewahi kuua utatubu navyotakiwa kutubu, lakini Mungu ili alete maridhiano, kwa sababu maridhiano ni ya kuondoa tatizo lisije tena mbele, mwingine asije akafanya hivyo tena. Kwao lazima wewe uliyefanya jambo fulani mbaya uwekewe bikoni, uwekewe alama ya kwamba na siku nyingine, vizazi vingine msije mkafanya hivi kwao. Wee lazima utakuja kuwekewa alama uliyefanya mfano alivyokuwa amefanya Paulo na akajua kwa kutubu tu kusema mungu nisamehe futa jina langu, itakuwa ita ameondoa adhabu zote. Ngoja nikusomea maandiko katika Mwanzo tisa mstari wa sita, imeandikwa kusema, atakaemwaga damu ya mwanadamu damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake mwanadamu, Mungu kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanadamu. Hilo halina ukitubu haitamwagwa kuna kitu nitakwambia hapa. Kuna vitu Mungu alishaongea hivyo, hata ukitubu itakuja kumwagwa. Njia uliotumia kuua ndo ambayo itatumika. Wewe utauawa aidha na watoto wako, au utaona kwa watoto wako. Hapo ndo maridhiano nyie. Ngoja niwambie, usikimbie kivuli chako, usikimbie kivuli chako. Maridhiano kweli yapo, yapo lakini it, itakugharimu mimi nimeonya mara kadhaa huko nyuma, nimesema msizibe shimo la panya kwa kipande cha mkate, kuendelea kuua, kuteka watu, kufanya mabaya zaidi, kuua kwa rekodi, kuweka rekodi ya kwamba nataka niue ambavyo hajawahi kuua mtu, nitende mabaya kwa namna ambavyo hajawahi kutenda, na ndio njia nitawarazimisha wakubali maridhiano kwa sababu ataona tu kila akilia na ua tena, kila akilalamika naua tena. Kwa mwisho wa siku atafika maa sema basi, weeni weeni, we ni mwema hayo nayotenda ni mema I... ataacha kusema hayo ni mabaya, basi hapo tutakuwa ndo tumeridhiana na mimi. Hiyo hiyo rekodi yangu hakupunguzi mabaya, na ndio maana kwa kipande kikubwa, asilimia kubwa walio mstari wa mbele kwa kuua, kuteka nakuhakikishia, asilimia kubwa wanakunywa sana pombe, wanavuta sana bangi, asilimia kubwa, hususani Afrika. Bangi pombe, haivutwi kama starehe, inavutwa kama kitu cha kujiriwaza, hasa baada ya kuharibu mahali, kunakuwa na ubaya fulani umeutenda. Kwa zile sauti za ule ubaya, wale watu waliokuwa nalia, zile picha zinapokujia, kunakuwa na namna unatafuta zitoweke kichwani, na ndipo unaangukia kuvuta mibangi, unaangukia kukunywa mipombe, kuzinizini na limama lolote, kibinti chochote, kimwanaume chochote, mnazini mpaka kwenye mavi. Yani vyote hivyo ni mmevurugwa. Afrika, hivi havifanywi kama kama starea. Afrika hivi vinafanywa kama kama kitu cha kujaribu kujirifreshi kichwa. Ndio maana naona kwa Wazungu, kwa kipande kubwa, sio rahisi sana kuona mtu ameelewa barabarani. Um, ameelewa kwa sehemu kubwa, sio rahisi kuona waraibu wengi wa madawa ya kulevya hapo, wanao. Kwa waraibu wengine ni propaganda tu, ni njia kwa trick wa, wa Afrika. Kwa nini? kwani Afrika tuna kiu sana. Unaona wazungu wanaweza akakaa na mke wake yuko Australia, yeye yuko Uingereza, yuko Marekani, hata wachepuke. Unafikiri si tuna tamaa sana. Waafrika wanalewa vilabu, utawakuta huyu kalewa huko, kilabu hiki kimejaa, wanalewa, wanalewa mitapita. Unafikiri tuna kiu sana, mambo mengi yamekataana, yamevurugika. Asilimia kubwa ya walevi, wanywaji wa pombe, wazinzi, sio kwamba wanatamaa viki vile, kuna mambo yameharibu, kwa maana mara nyingi jambo likiharibika unaanza kumkumbuka hata mwanaume au mwanamke ambao uliwahi kumkataa ama uliwahi ku ku kuachiria, utaanza kumpigia simu, bwana njoto na vitu kadha wa kadha. Sasa nataka nikujulishe kwamba eh, usizibe, mka, usizibe shimo napanya kwa kipande cha mkate. Atakula kipande cha mkate na safari itaendelea. Eh, kuua watu, kuteka ili tuje baadaye tutawalazimisha, kaamja sasa maridhiano <tuhi> unakikimbia kivuli chako. Mashauri haya yanapotolewa kwamba damu yako ijapokuwa nyekundu itakuwa nyeupe kama theruji, yasikilize Mungu. Kutubu hubadilisha adhabu, huitoa adhabu ishiyo ya mwaka huu kaya mwaka ule isiyo ya aina hii ikawa ya aina ile. Kuna mahali na kuwa mbaya kuliko ya kwanza, kulingana na aina ya mtu utakavyokuwa naishi. Kuna mahala inabadilika hayo ile ya kwanza, na nakwambia mimi, najua kuna mataperi ambao wanakuja nyuma yangu, wezi na wanyang'anyi ambao anasema wa, ah ha, hapana Mbarikiwa, na wadanganya Mungu ni wa rehema. Mimi nimekupa mfano wa Biblia, Mungu anasame lakini adhabu adhabu mara nyingi haiondolewi, adhabu haiondolewi. Unaweza ukasamehewa na moto wa milele kwa ule moto wa milele ule, hukumu ya milele ile, unaweza ukasamehewa, lakini malipo ya hapa duniani inawezekana kabisa hutasamehewa, yenyewe utalipo kwa sababu Mungu anawalipa watu sawa sawa na walichokifanya e Mathayo 26 msari wa asema, ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushika upanga watangamia kwa upanga. Ufunuo sura ya 13 msari wa 10 asema, mtu akichuku, mtu akichukua mateka atachukuliwa mateka, mtu akiua kwa upanga atauawa kwa upanga. hapa ndipo penye subira na imani ya watakatifu. Naomba uelewe maneno haya, maneno haya e, ungeacha tu mkisema ridhiano kwanza ningetamani ufahamu ukubali kila aliyeua hasa aliyeua awajibike atawajibika apate malipo maridhiano ya aina hiyo ndio mnayomaanisha kama mnamaanisha hayo ifanyike haraka sana maridhiano yafanyike haraka sana yafanyike lakini kama sivyo Hivi ambavyo nilimsema Ntonsekero vya Kenya kiusa, jamani, tugange yajayo, ya kale yamepita, ya, ya, ya, ya kale si ndwele. Hivyo ni maviziano kuletana karibu, ili muviziane, wakati kila mtu ana kidonda. Unakuta mmekosana kadogo tu, mtu kashika upanga, mtu kashika bunduki. Kwa nini hayakufanyika ha, haya maridhiano yenyewe? Hayo ni ya Kenya kiusa ya yasimarike, sifuene simarike, tukorane tu, kiboko tushikane mkono, yameisha tusifunike tu, tu, tu, tu, tu, tu, tuya tuyafunike, tuyache. Baada ba, ya siku mbili kuralia kinalipuka tena, eh, propaganda triki ambazo zinajulikana kama za kisiasa, na hakikisha yaliyoharibika yameharibika sana, hazitafanya kazi karibu. Kila atakayelamba asali iliyo juu ya damu za watu zilizomwagika, na yeye akaingia kuelimisha tuliziane, na kwenye kuliziana hakuna kipengere cha malipo ambayo Mungu alishayaweka tayari. Akina Paulo walitubu walifanya walichofanya, lakini baadaye waliuawa kwa upanga walipata malipo hapa duniani, kama kipengere cha wote walioua watafutwe, hata kama tunawaachilia lakini watafutwe, watunzwe mahali tuhakikishe kabisa hawa wote ndio walioua wamehusika kuua. Vinginevyo, kwa sauti moja tuseme, tusipate hasara ya watu wengine wengi huku mbele, ama sivyo, wapate malipo yanayo wastahili sawa na wanachokuwa wamepanda, ndipo na vizazi vingi vijavyo baadaye havita kuja ku, kuipa uzito cheo ajira, cheo ajira, havitakuja kuja kuvipa uzito pesa, posho, na mimi nilipiga kelele sana wakati inapitishwa sheria ya kwamba eti vijana wa usalama wa taifa wa tisi, eti wakiua watakuwa hawana hatia. Nikwambie, nilipiga kelele, ilipita na inadhaniwa inawezekana, wanadhani siku yoyote ikitokea itatumika sheria hiyo, kwamba ilishapitishwa sheria bungeni. Utu uko juu ya sheria, utu huko juu ya sheria na bibilia ndio sheria mama. Ukikiuka ukajiwekewekea visheria unavyodhani vitakulinda bibilia na vitabu vya Mungu, kuna wakati tunafika. Maana nasema hii sheria uliitoa wapi, ambayo ulikuwa uangalii sheria nyingine ambayo ni mama ya vitabu vya Mungu? Ndio maana mnaapa kwa kutumia vitabu vya Mungu. Hamwapi kwa kutumia sheria mlizotunga bungeni, kuonyesha kwamba tunashika hiki kitabu ndio kilicho juu ya vitabu vyote na mwongozo wa vitabu vyote na kuhakikishia, ili mulijidanganya tu, mulijidanganya tu, kwa sababu hata wewe kazi unayoifanya si unataka malipo? Na wee hiyo si kazi, si unataka malipo? E, vitabu vya Mungu vimesema ukiua malipo yako ni kufa, na we uuawe. ha, ilo hapana. Sasa si wengine atukujiona e, hata o hawatajiona. Ndio maana Daudi anasema mkono wangu mimi, inawezekana hautakuwa juu yako. Kwa mfano mimi, mkono wangu inawezekana kabisa hawezi kuwa juu yako, ulieua mtoto wangu, ulimuua sifa kwa njia unayejua, ulimuua sifa kama sio mwanadamu, shetani unayojua, ulimuua, uliua watu wa Mungu sasa Tanzania, kubu, kwa kipande kubwa umeua kwa risasi, umeua kwa njia zote ulizotumia. Nawezekana mimi mkono wangu usiwe juu yako, lakini Mungu atainua waovu kama wewe ambao watafanya sawa na ulivyowafanyia watu wengine. Mimi na naamini kabisa maridhiano kabisa, endelea kulitamka unayetamka maridhiano, maridhiano, sasa maridhiano, jamani, maridhiano muendelee kulipromote sana, hata kwenye vyombo vya habari ambavyo ni vya kichawa kichawa. Maridhiano endeleni kuvipromoti promoteni, promote sana maridhiano, mzamzaa utumbua usaa. Na mimi naamini kabisa, kwa nchi ya Tanzania inawezekana kabisa, kwa neema ya Mungu, kwa nchi ya Tanzania maridhiano yatafanyika kabisa kabisa, sio ya kisiasa, sio ya propaganda, yenyewe kabisa kabisa. Endeleni tafadhali vyombo ambavyo hamwezi kusema watu waliokufa, mnasema mambo mengine mengine, endeleni kusema. Hata ilo ya maridhiano linatosha, natosha. Tuendelee, tuendelee, tuendelee, tuendelee. Inawezekana pia nafafanuzi hizi ndipo zitasikilizwa vizuri kwamba, okay, kumbe tafsiri ya maridhiano itakuwa hivi. Ah, basi kama ndo hivyo tutagoma, kama ndo hivyo basi tutagoma, aa, kuna cha maridhiano, kama asara ni hivyo hakuna cha maridhiano. Huyaleti wewe Yuko Mungu mwenye huruma ambaye inawezekana ameruhusu mabaya yote yaendelee ili kikombe cha hasira yake kijae. Asante sana kwa kunisikiliza. Hii ni sauti ya mtu aliaye kutoka pangoni, pango la Adulami ama mafichoni, anayesema itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa ama afaae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya tabia yake. Tazama mwamuzi wa mwisho Mungu mwenye haki yuko karibu kuja. Hii ni maana neno: Maranatha.